Ni Bonface Sanga, afisa afya wa wilaya na uh, kampeni yetu ya usafi wa mazingira ambayo huko nyuma tulitumia slogani nyingi, tukasema nyumba ni choo usichukulie poa, tukaja mtu ni afya, tukaenda nayo tukafika, tukasema CLTS tuenda nayo sasa hivi, na dhani unatoa taarifa ya halmashauri ya wilaya Makete baada ya kutumia kauli mbiu nyingi sasa hivi tuna kauli mbiu moja ambayo tunatembea nayo, na inaitwa mtu ni afya. Mtu ni afya na vipengele tisa. Kipengele cha kwanza inasema ni ujenzi wa vyoo bora na kuvitumia, kipengele cha pili inasema lishe, kipengele cha tatu inasema hedhi salama, kipengele cha nne inasema nishati, kipengele cha tano inasema usimamizi wa taka ngumu na taka laini. E, kipengele kimoja mimi nakichukua kwa ajili ya utekelezaji, kipengele cha usafi wa mazingira na ujenzi wa vyoo na kuvitumia. Sasa hiki kipengele cha ujenzi wa vyoo, halmashauri ya Makete na vijiji 98 na toka tuanze mwaka 2007 mpaka leo, kila mwaka lazima ingie kwenye mashindano ya usafi wa mazingira, na Makete imekuwa tukiwa Iringa ilikuwa inakuwa wa tatu bora tukiwa Makete na sasa tumehama tuna mkoa wa Njombe, bado tuko kwenye ligi ya kuwa bora katika mkoa wa Njombe. Sasa kukawa na kipengele cha ujenzi wa vyoo tuna kaya thelathini elfu na laki moja nimesahau pale juu, ambazo hizo kaya zinatoka katika vijiji 98 kwa hiyo, kwa mwaka huu tumethibitishiwa vijiji 98 vyote vya Makete vimeingia kwenye vijiji bora kwa ujenzi kwa ni halmashauri halmashauri ya ya Njombe, wa nini wa vyoo. Kwa hiyo, kwa mkoa wa Njombe ni halmashauri mbili tu, Halmashauri ya wilaya ya Njombe. Kama uliona mwandishi wa habari mwaka jana, wenzetu wale waliweza kufanikiwa wakapata zawadi ya Land Cruiser. Kwa hiyo mwaka huu na sisi Makete sasa tumefika kwenye ligi hiyo, vijiji 98 tafsiri vina, wanasema vina ODF ODF manaake anasema ni open application free, yaani watu kuacha kunya ovyo na kutumia vyo na kujenga vyo bora, si bora cho, ujenzi wa vyo bora. Kwa hiyo tulibaki na vijiji viwili, tulibaki na yanga na tulibaki na kijiji cha Kijombo. Kwa hiyo wizara imekuja kuvipitisha vile vijiji. Yange imepata daraja la kwanza na kijombe imepata daraja la pili. Kwa hiyo sasa hivi Makete nzima tunasema hatuna mpango wa, wa kuhamasisha ujenzi wa vyo ila ni kusimamia uendelevu wa miundombinu ya vyo iliyopo kwao, na wapongeza wananchi wa Makete kwa sababu tumeanza mbali sana. Tulianza na vijiji sita, tukaja vijiji 15 tukaja vijiji 42, tukaja 67, tukaja 80. Safari hii ndo tumemaliza kabisa vyote 98, na wapongeza na wadau mbalimbali kama UNICEF E, eh, kuna mpango wanasema wa afya, maji na usafi wa mazingira vijijini, tunasema P4R sisi, performance for result, yani unajenga choo alafu wanakulipa. E, eh, kwamba kajenga na vyo eneo lingine li, li kwa hilo linafanyika kwenye maeneo ya taasisi kwa taasisi hizi sasa hivi ndo tunakwenda kujenga vyo, na vyo hivyo tumejenga Ihela, tumejenga hapa zahanati ya Ndulamo tumejenga zahanati ya Maleusi, tumejenga sasa hivi Matamba na tunaendelea kujenga kule Ipepo. Na lengo hili tunataka miundombinu ile, ndio hiyo ulioniuliza wenye mahitaji maalum, kwamba dispensari nyingi na vituo vya huduma vimekuwa na vyoo, lakini vyoo vile sio rafiki kwa watoa huduma, kwamba mimi nikienda pale mlemavu, basi hicho choo siwezi kuingia. Kwa hiyo nina nina wito huo wa kwamba tuendelee kushikilia nafasi ya ujenzi wa vyoo kule, yaani choo ulichojenga kisibadilike tena, kwa sababu sasa hivi hatuzungumzi mtu ajenge choo, ila tunasema aendelee kuboresha choo kilichopo.